za kitaifa mgogoro wa kugombea shamba la Sukenya kati ya mwekezaji na wakazi wa kata ya Soitisambu tarafa ya Loliondo umezidi kutishia amani baada ya mtu mmoja kujeruhiwa vibaya katika eneo la mwekezaji na kutaka kuvamia eneo la mwekezaji kwa lengo la kulipiza kisasi. Mwanahabari wetu Alfani Liundi anaripoti. Hali hiyo ilitokea baada ya mtu mmoja anayejulikana kwa jina la Kurunji Timani kudaiwa kupigwa risasi na askari wanaofanya Mondorosi, tarafa ya Loliondo, ambapo wamesema wamefikia hatua hiyo baada ya kukithiri kwa matendo ya kinyama huku viongozi wa serikali wakiyafumbia macho. Sasa wale askari ambao walikuwa kwenye gari nyeupe ya Thompson aina ya TDI wakateremka akamulika yule jamaa kwa tochi, akatokea askari moja, jina tulipata anaitwa David, anakaa kituo kidogo cha Ololoso, kwani jeshi wakiliki la polisi, akamweka chini ya ulinzi, akapiga risasi moja angani, akanyoshea ya pili mguuni. Uwindaji wa kila siku kila siku ni bunduki, unawindwa kama mnyama na tunaundwa moja moja. Tukasema hiyo ni vita baridi, ni afadhali tujiandae na vita kali. Vita kali yetu ni hii, vita yetu ni afadhali tuingie tupigwe risasi tukiwa tumesanyika kama sasa hivi. Diwani wa kata ya Soitisambu bwana Daniel Ngoitiko ameitaka serikali kuwa makini na matukio yanayoweza kuhatarisha amani, kwani hata nchi zenye machafuko zilianza kwa namna hiyo ya kuwapuuzia wananchi wanaoteseka bila sababu. Na katika tukio hilo, viongozi wa mila wa jamii ya Kimasai walifanya kazi kubwa ya kuwazuia vijana wa moran waliokuwa na silaha za jadi kwa lengo la kwenda kuvamia eneo la mwekezaji, kwa sababu vyombo vya sheria, vyombo vya dola ni, ni, ni jambo la ajabu vikitumika katika kuhujumu maisha ya wananchi, na ninaiomba serikali ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na taifa kwa ujumla tuki, matukio kama haya ndio, ndio chanzo cha, cha kuanza kwa misuko mushoe itaanzisha migogoro kama ilivyo katika nchi zingine duniani kwa sababu swala la kuwakingia wawekezaji kifua alafu kuwasababishia kwa, kwa wananchi kupoteza maisha mwishoe watachukua hatua. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya Ngorongoro bwana Elias Ngorisa, mmoja wa viongozi waliofika katika tukio hilo, wamesema kitendo cha serikali kuwakumbatia wawekezaji kutoka nje na kuwanyanyasa wananchi kamwe hakitakubalika na yeye pamoja na madiwani wake watahakikisha kuwa haki inapatikana tuko tayari kupamba, kupambana kwa namna yoyote ile mpaka tufike kwenye haki yetu. Ni masikitiko makubwa nilionayo mimi kiongozi wenu kuona watu na waongozi wanapigwa risasi kama wanyama. Hili jambo nalilaani na laani na laani na naomba kila mmoja atalaani atalaani kwa nafasi yake. Maka masikitiko makubwa serikali ya Tanzania imewepa kipaumbele wawekezaji kuliko watu wake tapata tabu sana kuona viongozi wanaounga mkono hili jambo. Ni lazima tuamke, tuungane kwa pamoja, kushikana mikono kuhakikisha haki yetu inapatikana. Nikiripoti kutoka katika kijiji hiki cha Mondorosi, kata ya Soitisambu, tarafa ya Loliondo, wilayani Ngorongoro, mkoani Arusha, mimi ni Halfani Lihundi, ITV.